Mheshimiwa, sisi tuna changamoto sana Fungurefu, na changamoto yenyewe mama ashaanza kuielezea, na mimi nitaendelea kuielezea changamoto yetu sisi. Ya mwanzo ni kuishi kuhusiana na mheshimiwa rais aliyepo madarakani, kwa sababu sisi tuliamua kwamba tufanye kazi Fungurefu lakini mwisho wa siku anasema kwamba eneo analihitaji. Kwa maana hiyo kulihitaji kwake ni kwamba sisi ataturejesha nyuma kwa maendeleo, kwa sababu sisi tumegeuka sijui ni mnyama gani, kwa sababu sisi tu, tutafute ndo tule. Kwa hiyo kula kwetu sisi ni mpaka tupate kazi ya Fungurefu, lakini leo hii tunaambiwa kwamba Fungurefu ina wekezaji na mwisho wa siku mabanda yote yashaandikwa na kuandikwa kwa kwake, tunaambiwa kwamba huenda muda wote watu watapewa thank you. Thank you. Yeah, thank you. Kwa maana hiyo lengo letu sisi ni kukukabidhi wewe majukumu yetu sisi, na kukutaka kubaki sisi fungu refu, kwa sababu bado tukipahitaji na ni moja ya kitu ambacho tunakitegemea kwa mimi, sina mingi sana isipokuwa, wapo wanaotaka kuzungumza zaidi kuliko mimi.